Richi Yanga, kumbe shabiki wangu Yanga ah, damu umeliona kundi ambalo mmepangwa msimu, kundi gumu. Kila mtu alizungumzia. Ah, ilo kundi rahisi sana yani ni gumu kwa kulizungumza, lakini ndio kwa sababu Yanga ni timu kubwa, ndio maana imepangwa na timu kama zile ili tuweze kukua zaidi kwenda juu. Wanataka kutumbia kwamba lile kundi ambalo Young Africans haipangwa msimu ni kundi moja rahisi sana nyinyi kupita pale na kufuzwa tu ya robo final. Ya inawezekana tu kwani wao wow, wenyewe wamepangwa kwenye kundi rahisi, na wao pia ni kundi gumu, lakini pia ukijituma linakuwa rahisi. Tuitazame Young, young Africans, sasa ambayo kila mtu analalamika kwamba ni timu inaocheza ikiwa imechoka yani fitness haipo sawa. Umetazama kikosi chako, umeliona changamoto hiyo katika kikosi chako? Ah, changamoto hiyo labda hapo nyuma Eh, lakini kwa sasa hivi inavyoelekea ninavyoiona timu kidogo inapambana japo kuna baadhi ya matatizo madogo madogo yale. Eh, sasa kuelekea tu ya makundi ya club bingwa makosa madogo madogo ambayo yanatokeaga ndo mara nyingi yanaazibu timu na kupelekea wao kupoteza. Unadhani Young Africans inataka ifanye nini ili iweza kuepukana na makosa hayo ili kuweza kufuzu tu robo finali? Hilo swala mimi nafikiri labda nafikiri hata kocha analiona. Kwa hiyo mpango mzima kocha ndo tunaejua yeye ndo anajua anapanga timu yake vipi na anaona na hayo matatizo anayozungumzia wewe. Matatizo hayo nafikiri kocha anaweza kuwa miaona. Kwa hiyo anajua mwenyeji sasa atakapopanga kikosi chake kuelekea hiyo mechi ya tarehe 22. Tumtazame ni timu ya Waarabu na ni timu ambayo dakika 90 na uwezo wa kushambulia. Umetazama ile timu. Unaiona Young Africans ikiweza kwenda kutoboa kwenye mechi hiyo? Ah, sasa mpira ni dakika 90. Mm. E, mpira ni dakika 90. Dakika 90 hapo ndio utakavyojulikana kwamba inakuwaje hapo na anayepanga kikosi chake vizuri ndio unavyoweza kupambana nao na kuvuka. Ne, kutoka ah, kutoka, inawezekana pia ikicheza vizuri tunatoka. Hapana, mpira dakika 90 kwa Yanga hii sasa ambayo kila mtu anailalamikia inakwambia aje? Mpira ni dakika tisini, e, dakika 90 mpira huu ndio utakavyojulikana hapo nani ana, anaweza kujisogeza. Ukicheza vizuri basi unaweza ukapata matokeo kama mmeavusha Waarabu maji, e, kwamba ni mbinu pengine ambayo unafanya nyinyi kwenda kufanya vizuri msimu. Yote hayo yanawezekana. Eh, yote yanawezekana, wana kila mmoja ana hoja zake mwenyewe, lakini mimi na imani kabisa kwamba kocha ameshaangalia kile kikosi, kakiona mwenyewe kikosi chake kina matatizo haya na haya, na anajua jinsi ya kupanga kikosi chake na ameshaona kama physically fiz aa, mimi nachowaamini, naamini wengi tu eh, wote ni wachezaji Kakome, Zingeli, na imani na naye Duke Abuye, wote hao wote, na mi na imani naye hakuna mbele, hao wote mimi na imani nao, lakini sasa wale wenye uhakika zaidi ni hao nao kutajia, kwa sababu kila mchezaji anatakiwa aoneshe nguvu zake pale. Pakome atakuwa injury, wa sabu, Aapa, kwa sababu tumetazama Africans ambao Pakome akiwa benchi tu inasafa kupata matokeo. Hapana, wachezaji wa Yanga wote ni wazuri, hata Kakome awe ameumia, kila moja ni mfungaji kwa sababu Yanga sasa hivi kila mtu anakufunga tu, mnaimtegemea yule mmoja, unashangaa mwingine akakufunga ambaye umtegemea, hata beki anaweza akakufunga. Memkimbia Simba wanja wa Benjamin Mkapa. <laughs> No mkimbia vipi sasa wakati sisi yule kibonde wetu kila siku tunagonga. Mm. Eh? Sisi kila siku tunagonga yule. Sasa si no mkimbia sasa. Sasa Benjamin wenyewe ampo sisi tumeamua mechi yetu tutaki kulogwa logwa. Ndio maana. Tuma... Eh, tumama kwenye kama wanalogagi washinda kwenye mechi mnazo kutana. Nani nani aloge? Kama wanaloga mmewakimbia ile wasiloge. loge. Mbona al alogagi mechi ambazo mezaote ili washinde? Sisi tumeamua tu wenyewe, sio kwamba tumewakimbia. Si hatuwezi kuwakimbia wao. Sasa wanasema mewakimbia, mmewacha peke yao. hmm. ni mtazamo wao, mtazamo wao. Sababu gani hasa imepelekea nini kukimbia uwanja wa Benjamin Mkapa? Sisi hatujakimbia. sisi tumeamua, tumecheza tu, tumeamua tukachezee kule. Kukimbia hatujakimbia. sisi tumeamua wenyewe, kama wenyewe eh Ah, mna cha mbinu sisi tumeamua kule, ndio tunajua tunataka tukamue nyani kwa staili gani, kwa sababu nyani ukimweka baba kule Benjamin wanga wengi utaona aibu, lakini unaona bora uende kule kule. Sasa ndio tunajua huyu nyani tunampigaje, akishika aki muindi, tunagonga tu. Simba mwenyewe anakiwasha Benjamin siku hiyo hiyo, mama mlazanyie, mkimaliza tu tushaona Young Africans pale imeshinda au imefanya kitu gani, Simba analipokea mechi saa moja ya Benjamin Mkapa. Umeona Simba ilivyokuwa moto sasa hizi? Ah, kila moja acheze mechi yake. Kila mmoja acheze mechi yake. Moto wapi? Simba sio ya moto kawaida tu, Simba anacheza kama kawaida. Yani ameumia Kamara, lakini... wale wale ni kama upepo hmm? Sawa bwana, wale wanacheza sasa hivi, wanacheza wanacheza leo vizuri, kesho wanaboronga. Sasa e, e, kushinda kwa, kwa, kwa mechi zao hizo walizopanga ndio tutajua hapo sasa. Wala haina tatizo hilo swala hapana eh? Sio kundi rahisi eh, kwa maneno ni rahisi kwa kulitaja, sijui Petro nani. Ndio ndo maana anasemaje kwa mtazamo wao, jinsi wanavyoona kama watavuka eh? Kwa kila mmoja acheze mechi zake kwa mtazamo wangu mimi eh. ah, wakifanya vizuri vizuaza wakajitahidi sio kwamba nawaonea yana Ee hey, wakifanya vizuri mimi naweza wakajitahidi, wakavuka kwa uwezo wao, kwa hizo mechi wakicheza vizuri wanaweza wakaenda. Kwa nini waki, yani kwa uwezo ambao tunazungumzia sasa hivi? Hey. Ule utazama. Ah, basi, basi watavuka wakipambana, sio kuwakubali eh. Eh? Ah, sio kwa kuwakubali, lazima uwakubali sawa kwa sababu tunashabikia, tuna, tuna, tuna sio enyewe tuende mbali, umeshanielewa hmm. E, kwa hiyo ndio maana anasema kila mmoja acheze mechi zake Maurice, Abraham, Mbuna, lefukua, kama ah, lakini kwenye zile mechi hazinaga hizo, utaonesha uwezo kwenye ligi kwenye nini sawa, lakini hizo so mechi hazikwaga, zinaga, unaweza usionekana ukafichwa tu robo robo, aga anajitahidi, lakini kwenda nusu ndipo anakuaga pagumu. Sasa nataka apambane basi, aende nusu, akacheza na finali klabu bingwa, hiyo tunaizungumzia. Hatua ya makundi, mmefuzu, kwa hiyo hata ikitokea, mmetolewa, bado malengo ah, sisi malengo yetu ndio likuwa huko mm -hmm. Kiukweli lakini tu, tu, kama tumeweza kufanya hivyo mm -hmm. Kwa hatua tuliofikia kumbe tuna uwezo wa kufanya kingine ili tufike hatua na tuna uwezo wa kufanya vingine mpaka tukafikia huko. Ah, tunapofika kama wenzetu jinsi wanavyofika sio kwamba tumefeli, sio kwamba tumefeli kwa mm -hmm. eh, sababu so eh, kule unakutana na wakali si umenielewa vizuri kwa sababu Yanga, Yanga ni timu kubwa eh. Kustamili sisi kustamili tunaweza mikiki mikiki yoyote. Mbona akija mtu hapa nyumbani anakufa tu, no, sasa um, ile ni Mbeya City na ile yao mnaozungumza ni wao wao waowao. Kwa hiyo Mbeya, si unajua mtu akikujua sana anajua jinsi ya kukuzuia eh, anajua jinsi ya kukuzuia akikujua sana eh, eh, sasa wale wale ni wageni, tunajua tunaenda naye vipi kwa sababu huku kwanza si tuna mambo ya kishirikina mno e, mtu kesho, mnacheza kwa uwezo alioonyesha na Mbeya City. Wameshindwa kumfunga Mbeya City, wachezaji wa Young Africans. Dube anakosa magoli almost manne aliyotengenezwa na, na, na Dumbe, unaona akienda kufanya vizuri, sasa bro Nashangaa wewe unamzungumzia Dube saa, mbona wale wapinzani, kwani ule mchezaji wao mbona anakosa magoli sana? Kamala yule anakosa nafasi za kutosha mrefu eh? eh. wa? ah, so, so. ah, kuliko Eh, lakini mekazana na Dube Dube. Dube, Dube, Dube. kwani Dube ni striker alikuwa anatisha sana nini Mm, basi kama ni hivyo basi basi, kama hivyo amepitia mapito tu haya, lakini atafika, muda atakaa sawa. Mimi na imani ndo atakituvusha huyo Dube. Kwamba Dube huyo mnamsema nyinyi, ndo huyo atatuvusha sisi? Wewe utaamini, yule atatupia magoli vizuri tu. Mashabiki wa Simba ndo wanamsema bwana, wanamsema sana bana ah. Umashabiki wa Yanga sasa hivi tumeshakuwa wastarabu sisi, unajua yeah. Sisi, sisi kama watu wa Ulaya vile tunajua, na ndio maana mm, e, tuna msapoti, tunampa moyo yeah. Anakosa magoli sita afadhali namchangia pesa, ah, ah, sasa si tuna msapoti ili angalau baadaye aje afanye vizuri. Yeye mwenyewe hakika kama anajua amekosa, anajua kabisa alipokosea, na ndio maana kuna muda unakuta anafikiria sana, anaumiza sana kichwa. e. Sasa mfano turudi kwenye ligi uh, ligi kuu NBC

Hii unaiona imbo mbovu. Yanga ambayo imechoka hivi. Ah, sawa, sisi ndo kuombeaje sisi? Yanga kocha mnafuza kila siku. Ah, ah, sio kila siku kocha wangapi tumefukuza kila siku bwana? Turudi kwanzia msimu uliopita mmecheza almost na makocha, msimu huu tayari makocha wawili. Eh, sawa, umeshasema msimu huu makocha wawili, sasa bado ligi ndo kwanza mechi ya tatu yani. Eh, sasa ndo tumepata kocha. Ah, huyu mnatoboa? Eh, huyu tunamwamini, yaani namwamini, namwamini 100% mimi. Eh hata ukiangalia timu yake anavyoipanga unaona timu yake inatakaje, inataka nini, inaelekeza nini. Unaona tofauti na yule aliopita, nani? Si Roman Force, mchezaji mlimsajili kwa, alikuwa na kelele nyingi sana mitandaoni, anaitwa Balakonte. Yuko wapi yule kiungo yule Balakonte? Balakonte yupo, utamwona tukifika wakati wake A, sasa muda wake utafika tu naye mwenyewe utafika, utajionyesha tu muda wake. E, kila mmoja ana muda wake mwenyewe. Tunamuona huyu hapo anacheza kama, utaona mwenye kila kitu takiona eh, eh, sasa si mchezaji anaonesha uwezo, kwa sababu sasa Yanga ni kubwa na kila mchezaji anatakiwa acheze. Kwa hiyo jinsi ukipewa nafasi, unaonesha uwezo eh,

Kwa mtazamo wangu mimi hmm, kwa mtazamo wangu mimi wana, kwa mtazamo wangu mimi, au kuachia wakubwa wa, kwa sababu hao walioko wote ni wakali. Sasa kwa kusema mimi kwamba mimi ni mchaguo we, we, we, we, we, ah, unaangalia tu, alikuwa anazingua zingua hapa katikati, unamtoa Eh, Dube unaweza kumtoa oh, hmm? Eh, sasa si ndio? Sasa ndo akipambana vizuri anaweza kuwepo kwenye klabu, lakini akifanya vizuri pia anaweza akabaki eh.